Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adamu Komba kutoka kwenye madhabahu hii ya EAGT mji wa makimbilio, kwa Pastor na Bishop Anton Michael Micent. Mpenzi, ningependa nishe na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye injili ya Marko sura ya 8 mstari wa 36 na 37. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake, ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Yani, itamsaidia mtu nini apate vya ulimwengu vyote, lakini akapata hasara ya nafsi yake? Yani akapata magari, akapata majumba, akapata faali zote za ulimwengu huu ambazo kila mwanadamu anazitamani kuwa nazo, lakini tu akapoteza nafsi yake. Alafu anasema ama mtu atatoa nini badala ya nafsi yake. Neno hili linatufundisha nini? Neno hili linatufundisha kwamba nafsi ya mwanadamu mbele za Mungu ina thamani zaidi ya kitu chochote unachokijua wewe. Nafsi ya mwanadamu ina thamani zaidi ya magari, ina thamani zaidi ya fedha, ina thamani zaidi ya mali zote ambazo tunazijua katika dunia hii. Hivyo basi ni vizuri kujua namna ya kuilinda nafsi yako, kwa maana ikipotea na ikiingia kwenye upotevu, hakuna kitu chochote kinachoweza kikawa cha thamani zaidi ya hiyo nafsi yako. Hivyo inatufundisha kutunza nafsi zetu, lakini kutunza pia nafsi za watu wengine. Usiwe sababu ya kuangamiza nafsi ya mtu yoyote, kwa maana nafsi yoyote unayoipoteza mbele za Mungu inaonekana umepoteza kitu cha thamani kuliko vitu vyote vya thamani vilivyopo kwenye dunia hii hivyo basi nafsi yako kwa kuwa ina thamani kubwa sana mbele za Mungu, lakini pia linda nafsi za wengine kwa kuwa zina thamani kubwa sana mbele za Mungu. Hakuna mbadala wa nafsi ya mtu yoyote, kwa maana neno linasema, itamsaidia nini mtu apate ulimwengu wote lakini apate hasara ya nafsi yake? Tunza nafsi yako, usiingize kwenye uovu, isipotee kwenye uovu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen